Je, unajua kitabu cha Enoko ni moja kati ya vitabu vilivyofutwa kwenye Biblia, lakini kwa nini? Enoko alikuwa babu wa Nuhu, mtu wa saba kutoka kwa Adamu. Ndani ya kitabu chake, anaeleza jinsi malaika waliasi mbinguni, wakashuka duniani, wakawawa wanawake wa kibinadamu na kuzaa majitu walioitwa Nephilim. Majitu haya yaliwatesa wanadamu, yakaleta vurugu na hata kuanza kuwala watu historia hii ipo kwenye Biblia hasa Mwanzo sita moja nne, lakini haijaelezewa kwa kina kama ilivyo kwenye kitabu cha Enoko. Hatimaye Mungu akaleta gharika ya Nuhu kuisafisha dunia. Lakini kwa nini kitabu hiki kifutwe? Maandishi haya yanafunua mambo mazito kuhusu malaika waasi, mbingu saba na hukumu ya kiroho ambayo viongozi wa kidini hawakutaka yajulikane. Fuatilia Mwanga wa Ukweli. Tuendelee kufungua vitabu vilivyofungwa.